Njaa mbaya, njaa mbaya mzee, si ukale mimi. We umekula <laughs> Sasa mimi nile na vyangu api? Nikopeshe basi japo hata buku api? buku mimwoje patupu hapa mm. Uwe buku unaye hapo, akamuulize mze shayo bwana. Aya basi tuendelee kupiga miayo e, tupige miayo. Angalia tu usije ukafa na tai shingoni ka Mjerumani <laughs> jichanganye, ona, nikomwa mimi <laughs> navoesimiapa hela mfukoni nayo mimi sijasema sipo huko. Maana ya kusema kwamba unakufa na tai shingoni timizi kwamba mimi hela ninayo, alafu najibana bana. Mimi siko huko, nimetoa ushauri tu eh. Jumbe ya uwawi bwana e. e. e. mwanangu wewe.